Tumsifu Yesu Kristo. Wewe unaotutazama hivi sasa na kutufuatilia tukiwa live kabisa hapa ukumbini, leo ni siku mahususi ya kusherekea ama kuzindua zile nyimbo tano za kwaya ya Mtakatifu Cesilia. Tupo live kama ambavyo tumekujuza na tupo na mwanamama ambaye tayari yeye ameshawasili hapa ukumbini, tupate kusikia mawili matatu kutoka kwake. Mama, hali yako iko vipi? Mimi hali yangu iko njema sana, salama bin salmini, salama kabisa. Hebu na tuitazame kamera ili wanaotutazama basi waweze kukuona kwa uzuri zaidi by the way umependeza, uh, you look so fine. Asante sana na bana eh, nilikuwa eh, nataka kujua mama yangu kwanza eh, unaitwa nani na hapa ukumbini umekuja kama nani? Mimi kwa jina naitwa Patricia Robert Ngitu mm, na mimi ni mwenyekiti wa wa kwaya hii Mtakatifu Cecilia. Awe mwenyekiti? Ndio. Akumbe tupo na wa mkongwe. Ndio. Eh, bana. okay. E, Kuna mengi ambayo tunatamani kuyasikia kutoka e, katika kwaya ya Mtakatifu Cecilia e, ebana tumesikiliza pale kanisani kuhusiana na somo la Mtakatifu Cecilia namna ambavyo alijitoa maisha yake, lakini kubwa ni kuinjilisha. Ninyi mkiwa kama sehemu ya kulienzi jina lake, mna lipi la kujifunza, na ni lipi ambalo mnajivunia e, kupitia kwaya hii kutokana na somo la leo mm. Na kwa jinsi Cecilia, Cecilia jinsi alivyo mm. Basi tunajivunia sana na huyu mama mm. Kwa sababu huyu mama anatulinda wote na tunajivunia sana kute, kuiga yale ambayo yeye aliyafanya. Kwa hiyo tunampenda mama Cecilia na mm. tunaendelea kumwenzi mama Cecilia. Moja ya kitu ambacho mimi nilikuwa sijajua na nimekisikia kutoka kwa paroko. Eh, wakati wa ibada alisema unapoimba vizuri unakuwa umesali mara mbili. Mimi nataka kujua wewe sasa, eh, he, katika uimbaji wako unajiona kabisa, ukiimba wewe unaimba vizuri, na unaona kwenye ibada moja, basi zinahusika zinakuwa mbili, tofauti na wengine, lakini wanaosikiliza pia nao wanaweza kusali mara mbili kama watapokea eh, kile ambacho mnakiinjilisha. Tunarudi kwa upande wako. Mimi, yeah. Kwa kweli najiamini na kabisa kwamba naimba vizuri, yeah. Na ninapoimba najua kabisa nasali mara mbili. Kwa hiyo ninaamini kabisa kila anayonisikiliza na nayeye anasalima mara mbili. Kwaya Mtakatifu Cesilia imeigusa vipi jamii e, inayoizunguka hususan e, kwa maeneo ambayo tupo kwa hivi sasa Msongola, tuchukulie Kitonga na maeneo mengine jirani, mmeigusa e, me vipi jamii ama mmeibadilisha vipi jamii inayowazunguka? Kwa kweli kwaya Mtakatifu Cesilia kabla haijawa kubwa ilikuwa hmm. na watu saba lakini kutokana na uimbaji wetu kuwa mzuri sana hmm. imewagusa watu mpaka wamefika 32 kutoka saba, kutoka 32. Hongereni sana, asante hmm. sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwaya mtakatifu hmm. hmm. Cecilia inamgusa kila mmoja kwamba tunapoimba kila mmoja anajisikia ile kwamba Cecilia kweli ina, inaimba wanatosha mpaka uh, sasa hivi Siku tunaimba sisi He, acha wewe kanisa linajaa sana. Ah bwana. <laughs> na ni kwaya moja tu au kuna kwaya nyingine ndani ya kanisa? Kuna kwaya tatu. Kuna kwaya tatu, ndio kwaya mtakatifu Yohana mbatizaji mm, na kwaya Teresia. Sawa, Yohana mbatizaji, Teresia pamoja na Cecilia. Na Cecilia. Kwa parokia yenu eh, hii ndio itakuwa kwaya ya kwanza kufanya uzinduzi wa, wa nyimbo ama tayari nyingine zishafanya? Kuna zi, kuna Yohana mbatizaji nao walizindua. Mm. Eh, mnatuma ujumbe gani? Natuma ujumbe gani kwa wale ambao walishazindua, lakini hii ya Cesilia kiukweli tunaona kama vile mlikuwa mmekamia au mmepania hivi, mm, kwa kweli eh. Kwaya mtakatifu Cesilia eh, yani imekuja kivingine sana ah. Yani iko ile moto, ipo madhubuti, iko madhubuti eh, sana kwa kweli. Eh, eh, na tumeamua kwamba tunaanza hivi leo, mm, basi huko tunakokwenda kwa mambo yatakuwa moto moto eh, kwe, kwa kwa kama mwenyekiti, najua upo katika kamati ya maandalizi, ni mwenyekiti wa kwaya, vipi yale mambo ya E, mambo ya tumbo ya. Kwenye, kwenye tumbo msio na wasiwasi, yako vizuri, yako vizuri kabisa, kwenye vinywaji, kwenye chakula. Haa. Safi kabisa. Leo ni ni kunywa ku, eh, tunak... kula Haa. kucheza sana eh bana, zinatakiwa KK zile zijipange zijipange vizuri. Zijipange vizuri sana Haa. kwa kila moja mmoja eh bana, ni mwenyekiti huyo mkongwe kabisa eh, katika kwaya hii ya Mtakatifu Cecilia. Zipo kwaya tatu ndani ya parokia kama alivyotujuza: Mtakatifu Yohana, Teresia pamoja na Cecilia hii ya Cesilia wao wanasema ni ya tofauti zaidi. Na sisi ambao tupo hapa ukumbini tupo tayari kusherehekea na kufurahia maisha ya Mtakatifu Cesilia ambayo hivi sasa tunayaenzi tukiwa hapa live and direct kabisa. Mimi hapa naweka nukta kuacha shughuli nyingine ziendelee vile ambavyo vim, zimepangwa na, kurata, na kuratibiwa vilivyo. Tutaendelea kupokea wageni tofauti tofauti, waalikwa, wanakwaya na hata wale ambao watakuwa wameeneo jirani kusogea karibu. Lakini kubwa tu nakukumbusha kwamba tayari YouTube, hakikisha tu una subscribe ili uwe mwanafamilia wa kuinjilishwa kupitia kwaya ya mtakatifu Cesilia. Mimi sina ziada endelea tu kulambaza nasi ili upate mengi mazuri kutokea hapa ukumbini. Tumsifu Yesu Kristo.